Leo warithi hamsemezani, mnagombezana, mnarogana, mnatukanana ndugu kwa ndugu, sababu gani? Mnagombea mirathi, aliyezichuma kafa, na we utakufa, na we utagombewa, na wao watakufa. Acheni bifu ya nini, ndugu zangu? Hata we ukimdhulumu mwenzio, tunadhulumiana mali, mali, majumba, magari We unamdhulumu mwenzio mali, utakufa uwewe vibaya, utakufa na maradhi, utaumbuka, toka duniani salama, toka duniani salama. Hali natisha, ndugu zangu. Na wallahi, ukiombewa dua na mtu uliyemdhulumu, huchomoi mwanangu. Hata ukifanyiwa dua na mashehe wote, huchomoi. tutakuombea dua msikiti mzima Manyema au huchomoi, sema walikuwa mashehe kama ishirini hivi, umedhulumu umedhulumu mke wa mtu, mume wa mtu, nyumba ya mtu, mali ya mtu, mshahara wa mtu. Nyie watu wa maofisini, mnakalia mafao ya watu. Mtu anastafu mpaka anazeeka, anafuatilia mafao yake mpaka anakufa. Mungu atawalaani nyinyi, toeni haki za watu.